Leo ACT Wazalendo baada ya kupata mwaliko wa kushiriki katika zoezi hili la utiaji wa sa, eh, saini katika kanuni za maadili tuliitikia wito kwa sababu hilo ni takwa la kisheria kwa mujibu wa kanuni zenyewe, inaonesha kwamba vyama vya siasa ambavyo vinaweza kutaka kushiriki katika uchaguzi ni lazima visaini. Kwa hiyo sisi e, tumeona kwa sababu ni takwa la kisheria tumekuja hapa leo na tume saini. Lakini la pili e, kila chama kilipata nafasi ya kutoa maoni yake. Na sisi ACT Wazalendo tulifanya uchambuzi wa maeneo ishirini ambayo e, tuliona ni vizuri yafanyiwe maboresho. Na leo licha ya kwamba mjadala ulikuwa mfupi tumeyasisitiza baadhi ya maeneo hayo, na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imesema imeachukua na itatoa ufafanuzi kimaandishi kwa ajili ya kuweka rekodi. Maeneo ambayo tulidhani ni nyeti na yanahitaji ufafanuzi, la kwanza ni kifungu ambacho kinasema kama chama cha siasa akitoshiriki katika kusaini basi kitakuwa kimepoteza haki ya kushiriki katika uchaguzi mkuu. Tuliona jambo hilo linahitaji ufafanuzi wa kina kwa sababu kwa maoni ya ACT Wazalendo e, tunaona kwamba kwa sababu haki ya ushiriki katika uchaguzi ni ya kikatiba, ingetosha kwamba kama chama kimesajiliwa, e, kina usajili wa kudumu e, kipewe haki ya kushiriki katika uchaguzi, lakini tume imesema e, inao ufafanuzi. Jambo la pili e, ni suala la haki ya mawakala katika vituo vya kupigia kura, masuala ya yanayohusu ndani ya kituo, wakala anaingiaje, anatambulishwaje na haki ya kupewa nakala ya matokeo. Tumesema mambo haya yangepaswa kuweka vizuri katika eh, kanuni. Lakini la tatu tumesema juu ya wajibu wa vyombo vya ulinzi na usalama kwamba ingewekwa vizuri kwamba vyombo hivi vizingatie haki eh, katika kutekeleza wajibu. wajibu wao pamoja na weledi. Na jambo la tatu ambalo tumelijengea hoja ni juu ya e, umuhimu wa kuweka sawa baadhi ya, ya maeneo, kwa mfano adhabu ambazo zinaweza zikatolewa na kamati ya maadili, kusimamishwa kampeni. Ni vizuri pawe na limitation e, isiachwe hivi hivi, kwa sababu unaweza ukazuiwa kampeni kwa muda e, mrefu sana. Kwa hiyo haya, pamoja na mambo mengine, kwa ajili ya muda e, tumeyafanyia uchambuzi ambao tunaweza kushare ya uh, maeneo ambayo yana ya mapungufu. Na mwishowe, Mheshimiwa Jaji Mwambegele mwenyekiti amesema juu ya eneo la kwanza la kutafsiri, wapo chama kama kijasaini kitakuwa kishiriki eh. Kama kuna mtu ajaridhika tafsiri hiyo, tena inakuwa ni ya mahakama. Kwa hiyo niseme kwamba na sisi ACT Wazalendo tunatafakari juu ya eh, uh, uwezekano wa kulipeleka swala hili katika mkondo wa kimahakama. Ni mapema kusema, kwa sababu ni lazima nipeleke mrejesho kwa chama kuona itakwendaje. Kwa jina naitwa Husna Muhammad Abdallah, ni katibu mkuu wa chama cha wananchi CUF. Mchakato huu hua, mpaka kufikia leo kusain rasimu ya kanuni za maadili ya uchaguzi, tumeshirikishwa kuanzia hatua ya kwanza, tulipewa nakala ya kwanza, tukashiriki katika kutoa maoni yetu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 kwamba popote ulipo unaweza kumchagua rais. Na kingine ilikuwa kuhusu wafungwa na mahabusu kupiga kura. Awali walikuwa hawaruhusiwi. Lakini tulileta maoni sisi NCCR na majibu yakaja vizuri kwamba wanaruhusiwa. Haya, naitwa Mohamed Masud Rashid, mimi ni katibu mkuu wa Chama cha Ukombozi wa Umma. E, kwenye suala la kusaini hizi e, kanuni eh, nashukuru sana tume uchaguzi.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 t tunasema yetusitusi yote yamepita, tunashukuru hilo. Na ukiwa maanake, unaona kwamba yale maadili wewe yanakubana, kwa sababu hata mzee nyumbani anatunga kanuni zake. Ukiona unabana, manake hutaki kumtii mzee. Sisi hatupendi fujo, tutatekeleza maadili yale kwa vitendo.